Asante sana majority leader, watu wa Nyandarua wa hamjambo? Hebu mnisalimie namna hii. Unajua, huyu anafikiria mimi nashika Kikuyu kidogo kidogo. Niko na watu wengine wananipatianga tushon kidogo kidogo, sitakwambia ni nani. Nimegundua mnasema nyinyi si wa Mount Kenya, ati nyinyi ni watu ya Abadeas. Hiyo nimesikia hapa leo. Asante sana kunialika Leo ile imenileta hapa, nimekuja kushuhudia jinsi viongozi wa Mount Kenya wanaungana, wanafanya mambo yao ya maendeleo. Sasa leo mimi nimekuja kusoma, ndio nikirudi kule kwetu pia mimi naungana watu wetu, tunaendelea kwenda kule mbele. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nimekuja kuwapatia siri na niwapatie tools ya upinzani. Unaelewana? Kwa sababu nyinyi mnaendelea kupinga serikali lakini hamjui upinzani. Sasa mimi nataka kuambia vile mna mkitaka maandamano nawaambia vile mtafanya. Halo? Kama mnataka maandamano mimi nitawaambia vile mnafa? Kama mnataka kupinga serikali mimi nataka kuambia vile mnapa mnafanya. Si ndio? Beni ya tatu mimi niwaambie ile mtapata baada ya hiyo. Juzi nilikuwa na majority leader nikamweleza tukiwa kule Githunguri. Mimi sahii nafanya bunge, hii ni mula wangu wa pili. Wakati nilikuwa nasoma mimi, natoka kule Migori kwa Wajaluo. Wakati mi nilikuwa nasoma inchi hii, walikuwa nasema wale wasomi zaidi walikuwa ni watu gani? Walikuwa watu gani? walikuwa ni Wajaluo. Ukitaka injinia mzuri alikuwa ni nani? Ukitaka daktari mzuri alikuwa ni nani? Yani ile mambo mzuri yote. Sasa sisi tukienda shule tulikuwa tunajua sisi tunaenda kusoma ile kazi mzuri yote sisi tunapata. Tukaingia mambo ya upinzani, watu yetu walikuwa kwa serikali senior positions hapa na pale, hapa na pale wale kidogo walikuwa wanajua biashara, walikuwa wanafanya biashara, wanapata kwa serikali hapa kidogo, hapa na pale, walikuwa na kakitu. Kampuni zetu kama zile za sukari zilikuwa zina kama, mimi niweenda shule kwa mambo ya kampuni ya sukari, zilikuwa zinafanya hiyo. Wakati tulikuwa na viwanda kidogo kidogo, zilikuwa zinafanya. Tukaingia mambo ya upinzani. Leo mimi nitamwambia, mniambie Nyandarua iko wapi? Nitaoda tipa ya kubeba mawe niwalete huko tukaanza kutupa mawe, tukaanza kutusi viongozi, tukaanza kuleta shida, ikawa hivyo. Mnanisikiza leo hii? Hiyo wakati wakati tulikuwa tunaenda shule, wale ambao wako hapa, wameenda university of the days, wakati ya graduation, wakianza jina ya Ogola Otieno ulikuwa unangoja tu awasi kwa university wakianza jina o ulikuwa unangoja unasubiri, hata unaweza enda ufanye kazi nyingine urudi, bado bado, kwa sababu bado watakuwa naendelea. Sisi sasa tukagundua kama sisi kule Migori tuko na university inaitwa Rongo. Wakati ya uchaguzi ya student leadership, lazima kutoke kule vurugu. Tunashindwa, hii vurugu ni ya nini? Tukienda pale tunaambiwa hapana, ule anataka kuchaguliwa chairman si wa kutoka hapa ni wa kutoka kwingine. Tunasema hapana, lakini si mjimuungane. Wanahesabu idadi ya watoto wetu wale wako university, hiyo imerudi chini. Siku hizi graduation, wakienda kusoma ile list, idadi imepungua. Tukaangalia miradi yetu, viwanda zetu zote zikaanguka, barabara zikaanguka. Nilikuwa naona watu wengine wanacheka ati president ameenda kufungua stima transformer moja. Sisi hata hiyo moja, ukipeana kwa constituency utapewa ng'ombe. Ni ukweli, kwa sababu hapo ndio imetufikisha hii mambo ya kupinga, hapo ndio imetuleta. Saa hii sisi tumegundua siri, tangu tuingie, hasa msimu huu wa President William Ruto ametupatia waziri wawili, na ametukubalia ya kuwa pia sisi tunakaa pamoja, anakuja kule kwetu, tunaona stima inaanza kuunganishwa tunaona barabara inaanza kuunganishwa. Mimi nimekuja kuambia watu wa Nyandaro, kama mtaki mtutokee, sisi kidogo, sisi tuingie. No, mimi ni, hiyo ndo nimekuja kuambia, mtu create space kidogo sahi. Mimi nikitaka kitu naenda kwa ofisi ya huyu jamaa, anapiga simu, naingia kwa waziri, mambo yangu inafanyika. Kama hata hii mtaki mtoe, mimi mnipatie me, I'm just telling you the truth. But ya muhimu pia sana nchi hii, sisi tuseme kama Wajaluo na Wakikuyu na wengine, vita kila mahali, vita kila mahali, hata tunaambia usioe msichana kutoka huku, wewe usiolewe hii pande nyingine na mambo kama hiyo. Tuko na fursa kama Wakenya wengine, saa hii tukae kama nchi moja, ndio wewe ukitaka kufanya biashara unaweza kuja kule kwetu. Tuungane kwa hii mambo ya serikali wale viongozi ambao wanaendelea kutugawa kwa, kwa ukabila, tuwaambie wakae kando. Na mimi nawaambia sisi leo tuko hapa uongozini, Moi wameenda Kibaki wameenda, ni sisi tu. If we do not guide the next generation and we take them the path, hii ya vita na kuchukiana haitasaidia. Kwa hivyo mimi nawaambia tu mkitaka kuendelea kutusi tafadhali mtusi sisi, tumewacha ile mbili, tumepewa sisi, tunashukuru hiyo, tumepewa mbili, John Badi na nawandae. Sisi tulikuwa na rais huko, amekuja ameingia mpaka mashinani ndani ndani ndani, na sisi tunaona mambo inafanyika. Nyinyi kama mmetosheka kidogo, kwa sababu labda stima mmepata ya kutosha, barabara mmepata ya kutosha, maji nyinyi mko nayo muko na pesa ya kutosha ya kupeleka watoto wenu shule, mutupatie space wale wengine hatuko. lakini sisi ile ya muhimu kama viongozi tuliongea bunge, tunasema tuungane, tukae mahali moja na tuende safari moja, au watu wote. Unajua, sitaki kuita jina ya mtu hapa, lakini huyu jamaa mko naye hata sisi ni sini ya kumshinda. Mimi nafanya tamu yangu ya pili kwa bunge, mtu ambaye hata hajui standing order kwa bunge. Enda angalia record yake kwa bunge ilikuwa ni gani, ajui. you know what I'm saying. Do you? Anakuja huko, mi naona mnaendelea ku kucheza muziki mcheza, hiyo tumecheza sisi eh, sote. Lakini nyinyi mkiendelea namna hiyo, basi hata niende muonje huko, ndio mtakuja kujua mimi nimekuja tu kuachanua, na mi nasema tuungane, raundi hii iwe ya kwanza, tukienda kwa hii uchaguzi mtu kutoka mlima anaweza kuja kule kwa Nyanza na atembee na kae kwa uhuru, nami pia anaweza toka kule nipande huyo mlima, hata kama ni Aberdares ama Mount Kenya, nikae huko, na tukae kwa uhuru ule. Atakaa kwa ofisi akumbuke kazi yake ni ya kufanyia wa Kenya wote, si ndio hivyo? Wakati wengine, sisi hatungeweza kufika hapa, hatungeweza kufika hapa. Hata watu wangeniona saa hii hapa, wangekuwa anachoma nyumba yangu kule nyumbani lakini saa hii wakiniona nimekuja hapa, wanajua nikitoka hapa nitapitia hapo kwa deputy president nimwambie iko mradi yangu nyingine imekwama kidogo, na huyu deputy president pia aseme haya, wacha hiyo ufanyiwe, na inafanyika kule na tunapiga makofi. Tumegundua siri ya serikali, sisi hatutoki, sisi hatutoki, sisi hatutoki. Mimi namwambia sisi hatufanye nini? Sisi hatutoki. Kwa hivyo kama nyinyi mmeamua mnataka kuenda hiyo safari, mimi nataka kuambia tu kwaheri, mtakuwa. Ay, mnakuja na mimi nawapanga, kwa sababu sisi tutakuwa tuko ndani. Lakini mimi nasema tuungane, tukae kama Kenya moja, wangapi wanasema? Tushikane mikono tukue inchi moja, wangapi wanasema? Tuzike kwa kaburi ya sahau mambo ya ukabila na kuchukia wengine, tukae kama watu moja. Kwa hivyo ya mwisho, mwache kupiga kura ya asira. Unajua, mimi nasema naona hata kwa mtandao watu wanasema ati Wakikuyu si wajinga, Wakikuyu si sisi, hatujasema ni wajinga. Lakini nyinyi mnapiga kura ya kupunish mtu, sio ya kuwasaidia. Sisi tunaenda kupiga kura kwa sababu huyo Kimani Michungwa ni mtu mbaya. Okay, yeye ni mtu mbaya na huyo mnampigia. Halo? Nyinyi mnapiga kura sio kutafuta suluhu nyinyi mnapiga kwa sababu mtu amewakasiri. Sasa hata sisi tumegundua, tutawakasirisha.